Ni wasaa mwingine wa kipindi cha Kurunzi Live. Tuko live kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili, tuandamane pamoja. Na mada yetu leo inajikita kwenye uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama kuu nchini Kenya kuwa mzazi hawezi kumpa mtoto jina bila kumshirikisha mzazi mwenzake. Uamuzi huu ulizusha hisia mseto, ndio maana leo tunakuuliza je, nani mwenye haki ya kumpa mtoto mchanga jina? mimi ni Bruce Amani na, na mwenzangu hapa Rashid Chilumba. Bruce, tuele kazi mm. Tayari tumejitambulisha kwa majina, sio Bruce? Rashid, um, ushawahi kuona umuhimu wowote au haja ya kujua jina uliopewa linamaanisha nini ama litokana na nini na nani aliyekuwa na haki ya kukupa kwa kweli sikuwahi kufuatilia, lakini ilikuwa ni mazungumzo ambayo yanatokea tu kwenye familia na wakati mwingine unaweza kujua kwa, kwa, kwa, kwa, kutizama jina lako labda linafanana na nani kwenye ukoo wa mafamilia mtu. Unajua, anaweza kufikiria huu ni mjadala la rahisi lakini si mwepesi kama mtu anaweza kuani, ndio maana unaona hata wengine imebidi waende mahakamani kutafuta suluhu. Lakini mimi sikuwahi kuuliza, lakini ilikuja kubaini tu mwenyewe, babu yangu alikuwa anaitwa Rashid na nikaja kugundua baba wa babu yangu alikuwa anaitwa jina ambalo ni la baba yangu Dio. Alafu kwa hiyo baba yangu mimi alipewa jina naye la yake kwa hiyo imekuwa hivyo na, na wadogo zangu vile vile, kuna mwingine amechukua jina la bibi, mwingine amechukua jina la mjomba. Kwa hiyo ni, ni mchanganyiko ambao naamini kulikuwa Sehemu kulikuwa na majadiliano fulani ya sh nani anapewa na mm. nani na, na kwa nini ndio. mm. Kwa hivyo kwa kabla ya kusonga mbele mm. pengine nitoe muktadha wa mm -hmm. majadiliano haya ama mada hii mm -hmm. kwa sababu hiyo kesi iliyokuwa mahakamani, mzazi mmoja, kwa maana ya baba, mm -hmm. alikwenda mahakamani mm -hmm. akimtuhumu mkewe kwa kumpa jina binti yao bila kumshirikisha mm -hmm. Sasa wameoana kwa miaka zaidi ya kumi mm -hmm. na wana watoto watano. Sasa alitaka majina aliyopendekeza mkewe kwa binti, binti yao ndio yao. E, e, ya badilishwe ya futuliwe mbali mm -hmm. na wajadiliane upya ili kuamua ama kukubaliana jina ambalo angepewa binti yao huyu mm -hmm. Uh, bwana alikuwa na hoja kwamba huyu mkewe alimpa binti yao majina ambayo bila kumshirikisha, lakini pia yalikuwa ya na mchanganyiko wa majina ya Kijapani mm -hmm. na la kwao pia <laughs> Kijapani <laughs> <laughs> na yeye anataka mchanganyiko wa jina la Kifaransa, Kifaransa hivi mm -hmm. na watu wa kwao, na watu wa kwao e, pamoja na mtume maarufu Saint mm -hmm. e, kama alivyosema. mm -hmm. Sasa hili ndio lilikuwa ni tatizo, na hapo ndo swali sasa kwamba je, wazazi wanastahili kushirikiana katika kuwapa watoto ya majina na ndio maana mahakama kuu nchini Kenya kasema, ndio ni muhimu kabisa kwamba wakubaliane ama wajadili kabla ya kuamua kufanya hivyo. Nadhani na, kwa namna yote ile ni jambo la busara, kwa sababu mtoto ni zao la wazazi wawili, baba na mama hmm. kwa vyovyote vile, anapozaliwa wa kiume ama wa kike, lazima kuwe na mjadala kidogo. Inawezekana kwa tamaduni za Kiafrika ambako baba ana, kwa jamii nyingi za Kiafrika, ziko jamii ambako mama anakuwa ndio kichwa cha familia, lakini kwa sehemu kubwa ya jamii za Kiafrika baba ndio kichwa cha familia. Kwa hiyo tunaamini ama inaweza ku kukubalika kwamba katika majadiliano baba anaweza kuwa na sauti ya juu kidogo dio, kuliko mama, lakini naamini katika jamii yoyote ya kiliberali hasa katika zama hizi ni lazima mjadala ufanyike. Huwezi mm -hmm, tu kuamka asubuhi na kusema akiwa kiume nitampa jina hili, wakiwa wa kike nitampa nitampa ile. Na mama vile vile hawezi hawezi kuamua, lazima kuwe na sababu. Mnaweza mkakubaliana kwamba Mungu akitujalia mtoto wa kwanza mimi nitatoa jina, alafu akija akija wa pili nitatoa, ama wengine wanaamua, nimekusikia, wakizaliwa wa kiume wote waamuzi utakuwa ni baba majina yake, wakizaliwa wa kike bitakuwa ni mama, ni mama anaamua. Lakini habari ya kupitisha tu rungu kwamba sasa huyu ni Rashid, huyu huyu ni Bruce bila kumshirikisha, ndio haya yanaishia yanaishia mahakamani. Bahati nzuri mahakamani ametoa me ushauri, ushauri mzuri eh, lakini vilevile lakini vile ni lazima watu wazingatie kuwa hata aina ya majina yanayochaguliwa, kwa sababu wakati mwingine kunaweza kuwa kuna upinzani mm. Nawezekana katika majadiliano, baba kwa mfano, mmekubaliana watoto wote wakiume watakaozaliwa mm. baba ataamua ata majina atoe yeye halafu anachagua jina ambalo mama halimpendezi ama mtoto wa kike amezaliwa, mama anasema huyu, nafikiri nitamuita siku dhani ama mm -hmm. siku jua mm -hmm. ama sijui shida, dio. baba e, anaona hapana, mm japo -hmm. tulikubaliana kuwa wewe utatoa watoto wa kike lakini uwezo kumuita mtoto wetu shida. Kwa hiyo lazima kuwe na, na, njia ya kutafuta uzani wa tunafanyaje yeah, hapa, kwa sababu majina lazima yasimfedheheshe, yasi mtoto yasimfanye, akiwa mkubwa e, anze kuhisi kwa nini niliitwa shida mimi, ndio <laughs> uamuzi huo wa mahakama Kuu ya Kenya ulisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kuwapa watoto majina katika malezi ya kisasa e, ndoa za makabila tofauti na koo tofauti zimeongezeka na pia kuna mwenendo ambao sasa hivi tunaona wazazi wengi mm, wanafanya malezi ya mzazi mmoja sio, mm. e, kwamba hawako pamoja, pamoja ndio. yeah. E, kumpa mtoto mchanga jina e, kila jamii ina ina tofauti ya kweli, kwa sababu ya mazingira, kwa misingi ya tamaduni tigile, dini, mm -hmm. na mambo kama hayo, lakini muhimu ni kwamba cheti cha kuzaliwa mm -hmm. ni, ni, ni, ni waraka ambao ni muhimu sana, sana. Ni haki ya mtoto jina na hmm. hata wajibu wake na hata maisha yake atakavyokuwa ndio e. Kwa hivyo nadhani ni mambo ambayo tukiona ni mada nyepesi, lakini si mada si mada nyepesi kwa sababu kama unaona imezusha mzozo katika familia hii moja hmm. nchini Kenya mpaka Dio wamefikia kwenda mahakamani. Unaweza kujiuliza mivutano namna hii iko katika familia ngapi? Kwenye jamii nyingi e, jamii nyingi duniani e. Unajua zamani ulikuwa na hata makabila yanakuwa na hafla maalum kabisa ya kumpa jina na mtoto ehe. Na ili kuondoa katika baadhi ya makabila ili kuondoa mivutano ilikuwa wanawapa jukumu mabibi na mababu. Yani, kwa mfano, mtoto amezaliwa, babu ama bibi ndo anapewa jukumu, haisemwi <laughs> na, eh, na baba wala mama, inakuwa ni babu na kwa sababu babu ni mtu mzima zaidi, mingi sana kwa sababu sasa hivi kila mtu anataka kuwa na sauti ndani ya familia kuliko ilivyokuwa zamani. Kuna sehemu niliona katika mjadala huu tu kwenye mitandao kwamba mm, mke na mume walitofautiana kabisa jina la mtoto, na kwa sababu hawakuelewana kabisa mm, mke akasema kama sio hili la kwangu basi haitwi hilo la, la, la kwako ikabidi wamtumie binti yao mdogo kupinga jina la mtoto kwa sababu unajua eh, zamani kulikuwa na imani linaweza lina, lina, lina, lina kumfanya mtoto wakarandana kwa tabia na mienendo, na yule ambaye <laughs> jina lake lilipewa labda bibi na alikuwa ni mgonjwa sana inawezekana na mtoto naye baadaye akawa na matatizo hayo. Kwa mama akakataa akasema, sitaki ili jina la mama yako umpe mtoto wetu, kwa sababu mama yako alikuwa na maradhi. Kwa hiyo tuna wasiwasi kwamba mtoto mm -hmm. akilibeba hili baadae anaweza kuwa mgonjwa kama ilivyokuwa tumeona kwa... hata katika baadhi ya jamii watoto wakizaliwa na asipewe jina fulani mm, mm, kwamba analia sana kiasi kwamba lazima mtafute jina ama mpe jina, au mkimpa jina ambalo sio sahihi mtapata ngoma ngoma usiku. Sasa <laughs> yeah, Rashid, kabla kusonga mbele tu angalie, tuliwauliza wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, ndio kusikia maoni yao. Tukauliza, je, nani mwenye haki ya kumpa mtoto mchanga jina? Kwenye Facebook na Instagram, haya hapa baadhi ya maoni. Tuanze na Rahma Omar, anasema mimi na mume wangu kwa tunatafuta pamoja mpaka tulipate ambalo wote tunalifurahia kwa sababu mimi ndio nitaitwa mama fulani na yeye ataitwa baba fulani, kwa hiyo lazima tukubaliane. Ho jansito hmm? Sana ho jansito mm. E, Lusekelo Katoto anajiita Katoto, anasema mm. inabidi baada ya DNA ndio majina yaje, kama sheria ipo na sivyo kitakuwa sio njema <laughs> anaingiza masuala ya DNA hapo eh, malipo na Hassan Mlacha who wa, wa Kaloleni mm. Moshi, Tanzania anasema ahsante DW, kwa kweli Mahakama Kuu nchini Kenya imetenda haki. Tumeibiwa sana kwa hawa michepuko, sijui imeingiaje sasa. yep. so sijui <laughs> hiyo <laughs> hoja. unamwona nani? Mimi <laughs> namwona Ezekiel Munyo Jeje wa kule mkoa wa Rukwa nchini Tanzania, anasema kwa sisi wa Tanzania, kabila la Wafipa, anasema mm -hmm. bibi au babu ndio wanaruhusiwa kumpa mtoto jina, kwa sababu anakuwa na uelewa kuhusu huko husika. mm -hmm. Mchata mchata nao umetuandikia, unasema huku kwetu Bongland, maanake namaanisha Tanzania, anasema <laughs> majina yanatoka kwenye movie za Kituruki <laughs> wametizama filamu za Kituruki wakapenda jina, e, wana, wana, mtoto akizaliwa wanasema huyu ataitwa uh, Sultan e, e, e, <laughs> Rashid. Unajua katika maisha sasa, kwa kweli majina yamebadilika yani, kweli hadi kiasi kwamba hata tunapoteza kabisa ile asili ya tunapata maduni hey, kwa sababu tuna watu ambao tunafuatilia sana watu ambao mm. tunatumia kama kielelezo mm. na tungependa watoto pengine watoto wetu waitwe kama wao wakati wa, mmoja Arnold Schwarzenegger alipewa eh? mtoto jina mtaani kwa sababu Niku anapenda sana kupigana. Aiden Godson <coughs> anasema makubaliano yenu, wewe na baba na mama mm, mm. atakayechagua jina awe baba au mama, mnajadiliana kama lina maana nzuri, basi ndo linakuwa jina la mtoto wenu mm. Tatizo linatokea pale mmojawapo kati ya baba au mama anapochagua jina kama shida, tabu, majuto, na hapo ndio vuta ni kuvuta inatokea. Ili ambalo ulisema mwanzo, tumeona katika matukio tofauti kwamba mtu mm. anapokuwa m tonapokuwa mkubwa sasa na agundue kwamba ili jina ni kama napitia changamoto ch kweli ch, anaweza akaamua kubadilisha. Ni haki yake, kwa sababu ni haki yake, na nimesikia matukio kadhaa watu wanakwenda mahakamani, wanaapa kutaka jina jipya kwa sababu lile alilopewa Hmm. Anaona hali hali mvuti ama linamtweza utu wake, kwa sababu inawezekana kulikuwa na sababu pengine. Kwa mfano majina kama haya ambayo ameyataja ya shida, tabu, ilikuwa inatokana na matatizo ambayo mtoto labda mzazi alipitia wakati anampata mtoto, lakini baadaye mtoto anaona, kwa nini niitwe tabu ama kwa nini niitwe shida? Anaona bora nikabadili jina, anakwenda mahakamani, anaapa na anakuwa na haki ya ya ya kubadili. Lakini Rashid, Shakespeare Shakespeare aliwahi kuwa na msemo katika mojawapo wapo ya tamthilia zake kwamba what's in a name, mm -hmm. yeah. Kwamba jina linatoa li, li, li pengine tabia ya mtu au ni neno tu kwake, kwa alikuwa na hoja kwamba ni neno tu kwa namna yoyote li ni, ni, jina linaakisi mm -hmm. e, ataka, atakavyokuwa ataka mtu. Mtu ama wakati mwingine hata katika akili tu e, unapompa mtu jina ambalo linamtweza utu wake Lio. linamvunja ile hata hamu ya, ya kuwa na uwezo wa kusimama hata mbele za watu, hata kujitambulisha, kuji, kuji, kuji ule e, msemo wa Kiswahili, e, ukitaka kumuua mbwa mpe, mpe jina baya a, ukimpa mm. jina baya wana mbwa una e, mwizi sana wanyama huyu, watu wataanza kumrushia mawe huyu, mbwa koko huyu <laughs> e, lakini ndio naona hata wanake kama mbwa wanapewa majina mazuri, bobi na mengine, kwani binadamu e, wapewe majina mabaya Lio. Mm. Lio. Kuna ujumbe wa Pasta Baraka Mbiha, anasema mtu yeyote yule anaweza kutoa jina, ila baba ndio ana usemi wa mm. mwisho. Yani jina hupitishwa na baba eh, hajalishi nani atatoa jina. Bila idhini ya baba jina litakuwa batili. Sasa hilo ni swala yu... la kitamaduni kuliko kuliko sema kwamba wanaume mm. wanaonekana kama eh, ndio ndio vichwa vya familia. Familia lakini enzi hiyo, kwa bahati mbaya, inaonekana ina hiyo enzi. Sasa eh, nadhani kabla ya, ku... ya kuendelea tutizame. hmm. tulimwambia tu e, repota wetu hmm. Telma Mwazaya katika hmm. mitaa ya Nairobi hmm. atutengenezee video kuhusu maoni ya wakazi kwa na hebu hmm. tutizame kwanza. hey, baba ndio sana sana, sana na, anaamua jina ya mtoto uh, ni kalcha yetu kama Waafrika kwamba mwanaume ndio kichwa cha familia na most of the time unapata tunaweza kuwa na discussion na mwanamke kuhusu jina ya mtoto lakini mwishowe baba ndiye anakuwa yule wa kuamua uh, jina ya mtoto uh, Wajaluo tunapeana jina ya kwanza ni mzazi wa, wa baba, na kama ni mtoto wa pili for example, mtoto wa kiume wa pili anaweza pewa jina ya uh, mzazi wa mama, mzazi wa mama yani mamamku, sasa lakini kimsingi ni kwamba mwanaume ndio ndiye ambaye anaamua e, ana uamuzi wa mwisho. Kama nimeolewa, e, mnafaa kuelewana na bwana yako, but e, inapaswa kama ni mtoto kijana tu name after saidi ya mzee. Pia kama ni msichana saidi ya mzee. Sasa t, kama tutapata mtoto wa pili ndio tutamnimkwetu. Mnafaa kuelewana kwanza. But, na nafikiria juu bwana ndio mzee, ndio kichwa. Mnafaa muelewane na watoto wanem kwanza, saidia mzee kwanza, moko kwenye ndoa. Sasa haujui hiyo ina it means, haujui saidi ya watoto wa, haujui saidia wazazi wa wazee, so hauta wadem saidia waze utawanem kwenye. Sasa na langu nilipewa na mama kulingana na, alinipata na kulingana na jina la babake mtoto wangu nitampa kulingana, akiwa msichana nitampa tu jina la mama, but akiwa kijana nitampatia jina la the. Kwa upande wa kina bibi ni kuelewana tu waadhibu na kwa wangu ya kulingana na kimila, ningesema ni wazazi wote wawili waweze kukaa chini wajadiliane. For instance, kwetu tuna name after vile mtoto wa kwanza na baba, halafu tunaenda wa pili hivyo hivyo, kulingana na jeda pia. Kama ni vijana tunaanza na baba wa pili, kama ni kijana pia tunaenda na mama, kama utaratibu wa Kikuyu. Hata kama hujaoreka una msee, unafuataga tu utaratibu wa kikwenu, vile mama yako amenimu watoto naye, tu unaenda unapata ushauri kutoka kwake, na inafaa kuwa uite tu mtoto kama vile mamako vile alisa. So inaweza kuwa ka for instance, iko hujoreka first born wako, tu wako unaweza tu muita after brother yako yule mkubwa yule dia naweza kuwa kama baba wa watoto wako. Rashid, kilichojitokeza hapo ni kwamba ipo haja ya mazungumzo na maelewano kati ya wazazi wote wawili mm. Lakini pia baba wana, wote waliozungumza wanafahamu kwamba e, e, liko juu kidogo na, mm. na kama unaweza kuona Bruce, hata wale tuliwauliza, unaona kuna, kuna maoni mseto, kuna wale wanaoamini baba ndio jukumu lake la kwanza na, la mwisho, na la lazima uwepo, lakini baba anaweza kuleta ku uzito wake na kusema ndio ama mama mm. wa mwisho tum, tumemsikia mm. anasema mnaweza mkakubaliana wakiwa wa kiume baba awe na jukumu la kutoa majina akiwa wa kike eh, iwe ni mama. Katika ile kesi ya Nairobi <laughs> jaji alitaja pia kanuni za kitamaduni za Kiafrika ambazo mara nyingi zinasisitiza jukumu la pamoja la wazazi katika kumpa mtoto jina, na kuongeza kuwa mabadiliko ya kisasa katika utamaduni hayabatilishi msingi wa makubaliano ya pande zote. Mbili. Mm. Na wataalamu wa kisaikolojia wanasema kwamba kutohusishwa mzazi mmoja kwenye mchakato wa kumpata ama kumpa mtoto jina mm. kunaweza kuwa na madhara ya muda mrefu ya kihisia na hata utambulisho kwa mtoto. Kwa kweli mm. na. Kabisa, kabisa. Kwanza mzazi mmoja anaweza kuhisi sauti yake haisikilizwi kwenye, kwenye, kwenye familia, anahisi kama mm. anapuuzwa ana hana usemi ndani ya familia mm. lakini ndio hilo ninalosema kama hapakuwa na makubaliano na, na baadaye jina alikaja kuthibiti kuwa halikuwa nzuri kwa mtoto mtoto naye mwenyewe vile vile anaweza anaweza kuathirika na, unajua, katika familia kama hakuna masikizano mdipo, mtoto akianza kuwa amekaa na mama, na kama mama hakushirikishwa, anasema ah, jina gani ili nichagua sana nilimwambie, baba yako lakini hakusikia, aliamua hilo hilo, sasa <laughs> natengeneza isiyo isiyo mivutano isiyo na lazima katika familia. Hapo Jerumani kwa mfano, nilikuwa nikisoma soma, wazazi wana haki ya kum mtoto wao jina lakini kuna vikwazo kadhaa vya kisheria sasa. Jina linalochaguliwa halipaswi kuathiri vibaya e, ustawi wa mtoto mm -hmm. Kama vile kukera au kusababisha dhihaka mm -hmm. E, kwa maana nyingine wazazi wanaweza kutoa jina na likakataliwa na mamlaka mm -hmm. za hapa Ujerumani. Ah, ah, ndio. Na sasa huo ni sasa huo ni mfumo wa hapa Ulaya, ukiupeleka Afrika utakauliza wakwangumie <laughs> <laughs> <laughs> ukifanya tathmini yao waone ile jina linaweza kumfedhehesha na mhalifu na mhalifu. Kwa mfano, kuna kitu umetaja kwamba kuna baadhi ya watoto ambao wanapewa majina wanafananishwa na wanafananishwa na watu ambao majina yao wameapokea amepewa la babu yake ama mjomba wake alikuwa mlevi wa kutupwa, naye na baadaye anaambiwa anaweza kuja kuwa mlevi kama mjomba wake, na ikitokea amekuwa mlevi nasambia kama mranda mjomba wake mtupu huyo ama babu yake mtupu, kwa sababu analewa kupindukia sasa sasa masuala kama hayo ni muhimu sana kuyazingatia katika familia kabla hambia, hambia, hambia, hambia fikia wamuzi na, na, na imani hizi. Mwanzo nilisema kuwa kwa sehemu kubwa zamani zilikuwa zina, zina, zina zimekita mm. zime, zime, zime mizizi, lakini sio kwamba zimekufa katika bara la Afrika bado ziko na, na, na, na kusema kweli ni zi, zi, zi, zinaweza kuwa na athari fulani katika, mm. katika malezi ya mtoto ndio mm. Kuna ujumbe hapa kabla kumalizia. E, Ishara Nkere wa Kivu kusini mashariki mwa Kongo anasema uamuzi wa mahakama ya Kenya ni hatua nzuri mm. kwa sababu mtu mtu mmoja hawezi kuzaa mwenyewe. Na ndiye anastahili kimila ni baba, kwa sababu anajua maana ya jina atakalompa mtoto, lakini amshirikishe mama eh, hasa zaidi asisahau kujulisha na mababu, yaani wazazi wa pande zote mbili ndio mm. nasema mila anasema bila shaka, lakini naamini mchango um, wake haukumaanisha kuwa mama hawezi kujua maana ya jina la mtoto e. <laughs> e. <laughs> yeah. yeah, mm. kwa tamaduni zetu huko Kenya, jina mm -hmm. la kwanza mama ndiye hutoa, kwa mfano Messi. Jina la pili manake mm -hmm. lile la ukoo baba ndio hulitoa, kwa mfano Sembe. Kwa hiyo anakuwa ni Mm. Eh? Okay. Yani sasa inakuja kwenye hilo swala la filamu za Kituruki kwa mfano nah. <laughs> Jina la kwanza Masi, Grace, Bruce, kwamba mama anaweza akatoa, alafu uh -huh. ah, la pili <laughs> Mdil laki kabila, laki kabila kabila eh. Sasa linabaki jukumu, utaratibu wa kuvutia sana. Bernard Onyango mm. amuga wa umoja kule Nairobi anasema wazazi ndio wahusika wakuu hapa. Anasema mimi kulingana na itikadi ya jamii nadhani, anamaanisha tamaduni well, eh, ya jamii ya Waluo, watoto wakizaliwa wanapewa majina kulingana na muda wa kuzaliwa. Mfano, kama akizaliwa asubuhi, mvulana ni Onyango na msichana <laughs> ni Anyango. Ah, hapa haizingatii ni mama au baba, mtoto atataja jina kwa kuwa itajulikana kwa lingana na muda ikiwa ni majira, yani kwa maana ya msimu. Mfano msimu mvua, akiwa ni msichana ataitwa akof mm -hmm, fulana ni okof msimu wa kiangazi mvana ni oro, msichana ni aoro hapa. Hey, ha, anaitaja jina pia ni yeyote kwa kuwa jina linaana na pande zote. kuna majina vile vile ya urithi hapa. Mtoto wa kwanza naitwa jina la bibi yani kwa maana ya nyanya au yake kwa kuzingatia jinsia ya mtoto kipaumbele anapewa baba mtoto wa kwanza kuwataja kutaja majina ya familia yake kisha mama mtoto wa baadaye. siku hizi mambo yamebadilika sana kwa sababu ya kuiga mambo ya kizungu au dini. watoto wanapewa majina ya kizungu ambayo yanatatanisha mabibi mababu ya kutamka kina Yaden au Laden au Amazon. Umejifunza mengi kwamba katika kutaja majina. Sasa nadhani tu kamilishe muda ametutupa mkono, kufikia hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha leo, kwa tunaweza tukaendelea kujadiliana kwenye kwenye